Ukisoma Biblia uko wakati wanafunzi wa Yohana walimtuma. Yohana aliwatuma wanafunzi, wanafunzi wake alipokuwa gerezani akawatuma waende wakamuulize Yesu baada ya kuona mambo makubwa ambayo Yesu anayafanya, akawaambia nendeni mkamuulize Yesu kwamba wewe ndiye au tusubiri ajaye. Yesu hakuwa na maneno mengi ya kuambia wanafunzi wa Yohana. Alichowajibu akawaambia vipofu wanaona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia ilikuwa ni majibu tosha ya Yesu kuwajibu wanafunzi wa Yohana, na wanafunzi wa Yohana wakajua, huyu ndiye ukweli. Ni kwamba mambo ambayo tunaendelea kuyaona, tunaona wazi kabisa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anastahili kuendelea kutuongoza ndani ya nchi yetu kwanza. Jambo la pili, amelinda heshima ya wanawake. Mheshimiwa Naibu Spika, nyinyi nyote ni mashahidi. Sisi wanawake kumi na tisa tumeitwa majina mabaya mpaka tukaitwa Covid lakini rais siku aliposimama kwenye sherehe ya wanawake siku ya Machi 8, 2023, alikanusha akasema wazi kwamba Covid ni ugonjwa. Lakini sisi tumeitwa majina hayo, lakini kwa kuonyesha uzalendo na kulinda heshima ya mwanamke, rais ameweza kulinda heshima yetu sisi wanawake. Tuna sababu ya kumpa pongezi, lakini niseme wazi kabisa mimi kuna wakati naona CCM waliwahi kwenda ku, ku, ku, kutangaza kwamba jina liwe moja kama ni mziki ulianzwa na wanawake wa upinzani siku ya tarehe nane mwezi wa tatu, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wanawake cha na cha dema, wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema walisimama wao wenyewe wakiwa na akili timamu na wakatoa wa tuzo ya uongozi bora kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ilikuwa inaudhirishia umma kwamba rais sio wa mchezo mchezo, anaweza Mheshimiwa naibu Spika, kuna wakati ni lazima tuseme ukweli bila kumung'unya maneno, tusifike mahali tukajitoa ufahamu. Inapofikia masuala ya uchaguzi, tuongee ukweli, maana Biblia inasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni lazima tuseme ukweli bila kuogopa, jamii inasemaje, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa naibu Spika, lazima tumtie moyo Rais Kazi anazozifanya zinaonwa na umma wa Watanzania. Amejitahidi kwa kadri yawezavyo kuhakikisha anayagusa makundi mbalimbali, amehakikisha kwa kadri yawezavyo kuhakikisha anawagusa wanawake, vijana, walemavu, wazee na watu wa aina zote. Ni lazima tufike mahali tuuseme ukweli, maana ukweli humfanya mtu kuwa huru.